GG. Inatoa GG. Ndio. Martin Mwakiposa, kama kawaida baada ya uchambuzi huwa tunaleta utabiri sasa. E, leo e, kwenye utabiri wako e, kuna mechi ambazo zinakwenda kuchezwa na tunatamani tupige mpunga mm. Kwenye mechi za leo, mechi mojawapo ni Lazio. Anamkaribisha pama hii, GG inatoa GG. yeah. both team to score yes. Sawa, lakini kuna mechi nyingine Martin Mwakiposa, ambayo no. E, Udinese anamkaribisha Bologna nyumbani, Alikuwa... ugenini Bologna. Mm. Ashinda au kusali ashinda au kusali double Yes. chance ina double chance Yes. Bologna yeah. Sawa, mechi nyingine ni Verona anamkaribisha Cagliari hii game ndio over 0.5 Full time. Yani mechi nzima yaita kuanzia goli moja na kuendelea. Sawa, lakini kuna mechi nyingine KF Drita anakuwa mgeni wa KF Ferizaj. hawa ni, ni dabi da hii KF Drita ashinda au draw. Double chance kwake eh. Hey. Yuko ugenini? Yeah. Sawa. Lakini mechi ya mwisho kabisa kwenye mkeka wa leo wa odds 6.8 eh, ni Sar au Sur anamkaribisha Ibri nyumbani itoe jiji double chance itoe. Yes, sawa, hili ni Dimba la Michezo. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok, lakini usahau tunakuomba sana ukasubscribe kwenye YouTube chaneli yetu, lakini lingine zaidi, eh, yale magrupu mawili moja lishajaa mark, yes, na nichukue nafasi hii kuwashukuru walowote ambao wameweza kujoin na grupu zetu lakini hata mm. Nyinyi mliobakia bado mna nafasi ya kuweza kujoin mm. na kuweza kupiga maushauri mengi kupitia mule eh, wei. Lakini ni waombe pia msisahau kutembelea mtandao wetu wa kijamii mm. eh, TikTok Instagram pamoja na YouTube kule tunapatikana ah kwa majina hayo hayo ya Dimba la Michezo, unapata stori nyingi sana mm. E, karibuni sana na sisi tutaendelea kuwahabarisha.